Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kassim Majaliwa hatogombea tena ubunge wa Ruangwa katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka 2025 kama alivyoahidi mara kadhaa ikiwemo juzi akiwa bungeni. Chanzo cha kuaminika kimeweza kutuambia sasa online digital kwamba Waziri Mkuu eh, Kassim Majaliwa ambaye amekuwa mbunge wa Ruangwa kwa takriban miaka 15 kuanzia mwaka 2010, aliteuliwa kwa mara ya kwanza kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2015 katika awamu ya tano eh, chini ya hayati Dkt John Pombe Magufuli na kisha e bana kuaminiwa na awamu ya sita ya raisi Dkt Samia Suluhu Hassan na kuendelea kuhudumu katika nafasi hiyo hiyo baada ya raisi e, John Pombe Magufuli. Huku mjumbe wa kamati ya siasa mkoa wa Lindi Mparuku Hashimu Mtopela amechukua fomu ya kuania ubunge jimbo la Ruangwa. Mparuku amekabidhi fomu na katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ruangwa Abasi Mkweta. Hatua hii imekuja mara baada ya aliyekuwa mbunge wa Ruangwa waziri e bana Waziri mkuu e, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania e, Kassim Majaliwa kuweza kusema kwamba anapumzika e, na ubunge. So kwakwe kwa kama mdau wa sawasawa online digital uko na mtazamo gani? Dropisha ako, kwenye comment yako, kunyeonja comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha wa kadha, chao chao.